Kina mama ambayo watangia peponi, Allah atamjalia mume, mume zao ambayo liko duniani mume zao akhira. Kama mwanamke ameolewa na mume zaidi ya moja mm, anachagua yeye mume alikuwa anampenda katika hawa watu. Na wabinti waislamu wamekufa, yeye hajaolewa haja, watakuwa wake wa vijana waislamu wamekufa ambayo hawajaoa haja

na peponi tofauti na dunia mm. hakuna choo, hakuna haja ndogo, hakuna haja kubwa, hakuna uchafu. Watu wanakula, lakini ile mwili inatoka jasho, jasho hii ina, inanuka vizuri kabisa. Wow. hakuna choo wala hakuna nini na, na kila mtu analala mke wake. Baada ya kulala naye kuisha hapa inarudi hapa hapa bikra. Tuombe Mungu atujalie watu wa pepo sisi na wazazi wetu Amin, na waislamu yote na mtu yote anafuatilia kipindi hiki inshallah. Pepo ni shekhe, tunaambiwa ni raha ah, tu kule, hakuna kujisikia vibaya. Awakezetu wenye wivu huwa hawataki waume waongeze wake. Sasa akiona kule mume wake wako mia, hii itakuwaje hisia zile? E, Mungu anasema katika Qur'an, wanazaana mafisdorihi min ghil, tumetoa sisi katika moyo yao kitu kwamba ile e, hikdi ile chuki, Allah allahanatoa hakuna chuki yeah, hakuna nini, watu wanaishi katika amani katika furaha. Qurani nasema hum fi shughlin fakihun, watu wa pepo yuko mashghul na kula matunda, sio hawala neema mambo mengine. Na siku ya Ijumaa amekuja hadithi itakuwa watu wanaenda soko wananua vitu bure siku juma ya special, na watu wote watakuwa umri wao wote ni vijana. Maana amekuja kwa Mtume mwanamke sala la salaam, amwambia ambaye alikuwa bibi kizee, nasema Mtume Allah, mimi naingia peponi. Mtume anafanya mizaha anafanya dhihaka, kamwambia huwezi kuingia wewe peponi. Kalia sema njo nakutania, huwezi kuingia wewe uko katika umri hii, bibi kizee, utaingia wewe uta binti

Wengine wanaona watu wao hawibo katika pepo wanahuzinika. Na inshaallah Mungu atujalia min ahlu ljanna.